Wakati mmoja katika ya mji wenye shughuli nyingi aliishi kijana mmoja mwerevu aliyeitwa Chakubanga. Alikuwa mwerevu na mbunifu, lakini alikuwa na changamoto moja kubwa: hakuweza kamwe kuzingatia. Akili yake ilikuwa ikizingatia shughuli nyingi sana, kila mara ikiruka kutoka wazo mmoja hadi lingine, kama kunguku mwenye shughuli nyingi. Kama angeanza kusoma kwa ajili ya mitihani yake ya chuo kikuu au kufanya kazi kwenye mradi muhimu ndani ya dakika chache angekuwa akiangalia mitandao ya kijamii akituma ujumbe mfupi kwa marafiki au kutazama filamu za kusisimua. Kila wakati alipokaa chini kufanya kazi, umakini wake ungepotea. Baba yake Chakubanga, mmiliki wa biashara aliyefanikiwa, mara nyingi alishiriki hekima hii: mwanangu, akili yako ni kama gari la michezo lenye utendaji wa hali ya juu. Usipodhibiti usukani, litakupeleka kwenye shimo. Tawala akili yako na itakupeleka popote unapotaka kwenda. Lakini Chakubanga kujifunza somo hilo. Kipindi cha likizo, baba yake Chakubanga alipanga kutane na rafiki wa zamani wa familia bwana Chamanga, profesa mstaafu na mshauri wa maisha anayejulikana kwa kuwashauri vijana waliofanikiwa. Baba yake Chakubanga alielezea tatizo na bwana Chamanga alitabasamu tu, kisha akampa Chakubanga kikombe cha chai cha kale kilichojazwa maji hadi juu. "Shika kikombe hiki, Chakubanga," aliagiza bwana Chamanga. "Nataka utembee pole pole kuzunguka bustani yangu ya maua, usimwagie hata tone moja." Kazi ilionekana sahihi, lakini Chakubanga alipotembea aliona maua yenye kung'aa, sauti za mchezo wa soka, na mlio unaoendelea wa simu yake ikitetemeka ufukoni mwake. Kila wakati Chakubanga alipoangalia mbali hata kwa sekunde moja, maji yalimwagika. Aliporudi, kikombe cha chai kilikuwa karibu nusu tupo. Bwana Chamanga aliangalia kilichomwagika. Kwa nini umepoteza maji mengi hivi? Chakubanga aliguna, nilivurugwa, kulikuwa na mambo mengi sana. Bwana Chamanga alijikisa kichwa kwa upole. Kikombe hiki cha chai, Chakubanga, ndicho lengo lako muhimu zaidi. Maji ndiyo lengo lako. Kelele, skrini, michezo, hizi ni visumbufu visivyo na mwisho wa ulimwengu wa kisasa. Usipoidhibiti akili yako kubaki imejikita kwenye kusudi lako, utapoteza maji ya thamani ya muda wako na juhudi zako kabla hata hujatambua. Siku hiyo ujumbe hatimaye uligusa akili ya Chakubanga. Kuanzia hapo na kuendelea, Chakubanga alijitolea kufanya mabadiliko. Alianza kidogo, aliweka kengele ili aamke mara kwa mara, alipunguza mitandao yake ya kijamii kwa saa ya kwanza ya siku yake na muhimu zaidi, alianza kutoa umakini wake kamili usiogawanyika kwenye kazi yoyote iliyokuwa mbele yake. Pia alianza mazoezi ya kukaa kimya dakika tano kila asubuhi, akizingatia tu mduni wa pumzi yake, akilizoeza akili yake kwa shane na thabiti. Mwanzo ulikuwa vita. Mawazo yake bado yalipotea, lakini aliendelea kurudisha umakini wake kwenye kazi aliyokuwa akiikamilisha. Siku zigeuka kwa wiki, na polepole pole, Chakubanga aligundua mabadiliko. Kumbukumbu kumbu lake iliimarika. GPA yake ya chuo kikuu ilianza kupanda. Mwaka mmoja baadaye, changamoto kubwa ya waandishi wa kanda ilitangazwa. Muda ulikuwa unapungua, kiba chao wanafunzi wengi werevu zaidi chumbani walianza kuingiwa na hawaki, lakini chakubanga akabaki mtulivu kabisa. Alizingatia mstari wa mwenendo wa kano, kigezo kimoja, tatizo moja baada ya nyingine, kama vile Bwana chamanga alivyomfundisha kuzingatia kikombe cha chai. Alizuia presha na kelele. Matokeo yalipotangazwa, chakubanga alitangazwa kwa bingwa wa jumla. Alithibitisha kwa akili yake iliyodhibitiwa ni nguvu kubwa zaidi kuliko kipaji kilichotunzwa, bahati au hata akili ya juu. Chakubanga alijulikana kama kijana aliyetawala akili yake mwenyewe. Ikiwa umehisi hata chembe ndogo ya motisha tayoli, usiruhusu ipotee. Like video hii, ishiriki na mtu anayehitaji matumaini na subscribe kwenye chaneli yetu, ili tuendelee kutembea safari hii ya nguvu na hekima pamoja. Sura yako inayofuata ya mafanikio inaanza mara baada ya kuamua kuidhibiti akili yako. Marekebisho matatu ya umakini unayoweza kuanza sasa. Haya ni maelekezo matatu mafupi na yenye matokeo makubwa chanya unayoweza kuchukua kufundisha umakini wako na kudhibiti akili yako. Moja, kipindi cha kazi moja. Chagua kazi moja: soma kwa dakika 30, andika ripoti au safisha chumba. Kabla hujaanza, zima simu yako kabisa, au iweke kwenye chumba kingine kwenye ukimya Jitolee kwenye kazi hiyo kwa umakini wa asilimia mia moja. Ikiwa akili yako inatangatanga, irudishe kwa upole. Utulivu wa bwenge kwa dakika tano, weka kipimia zai muda ili kwa dakika tano tu. Asubuhi kaa kimya, funga macho yako na kuzingatia tu hisia za pumzi kuingia na kuita. Hii ndiyo msimu wa kiakili unaojenga misuli yako ya umakini. Panga muda wa visumbufu badala ya kujibu kila taarifa, panga muda maalum wa visumbufu. Kwa mfano, nitaangalia mitandao ya kijamii na ujumbe mfupi kuanzia saa moja kamili usiku hadi saa moja na dakika 15. Kumbuka, huviondoi una visumbufu, ukithibitisha kuwa unasimamia umakini wako, si vifaa vyako.